ambayo imefanyikiwa vizuri alhamdulillah. Mahujaji wote wamerudi salama. Safari ilikuwa e, nyepesi kwa muda wote alhamdulillahi. E, tumeondoka vizuri kwa pamoja e, na tunarudi leo alhamdulillahi. Safari ya moja kwa moja. Uzuri wa safari utaonekana kwa kwamba tumeingia kwenye ndege saa kumi na mbili asubuhi, Jida. Na sasa hivi saa nne na nusu tumetua Zanzibar, kuna transit yote. Na haya ndio mambo ambayo mahujaji walikuwa na kilio nayo siku nyingi. Wale ambao wanachukua ndege zenye kupita transit wanapoteza muda mwingi sana, kuna watu wanaondoka leo wanafika kesho. Lakini alhamdulilahi, e, safari hii mahujaji wa Zanzibar wamepata neema hii ya kutumia ndege ya mamlaka ya Saudia, safari zimekuwa nyepesi sana kwenda na kurudi. Hatunabudi kutoa shukurani zetu kwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar hasa hasa Mheshimiwa Rais e, Dkt. Hussein Ali Hassan Mwinyi kwa jitihada zake kupigania pamoja na waziri wetu Mheshimiwa Harun na kamisheni e, ya Wakfu kwa ujumla bodi yake, tumekuwa tukilipigania hili katika nyakati za nyuma huko mpaka limefanikiwa alhamdulillah. Kila mmoja, Mwenyezi Mungu amlipe kheri kwa kwa nafasi yake. Mahujaji wamefurahi, na kama mnavyoona hapo katika nishati, hakuna anayeonekana kama kwa sababu kama nilivyosema safari haikuwa nzito. Tumeingia airport tume saa 8 usiku, tumeruka saa 12 na mbili, tumefika hapa saa 4 bado. Watu wote wana nguvu, nafika nyumbani wako makini kabisa, wako vizuri. Kwa hiyo hii ndio kheri ambayo tunaishukuru sana mwaka huu umetukana, na tunaomba Mwenyezi Mungu atudumishie kheri hii. Safari kwa ujumla ilikuwa nzuri, hali ya hewa ya Saudi Joto, lakini halikuwa linatuzuia sana kwa sababu kama tumezoeazoea joto hivi sasa hivi. E, watu wamefanya ibada zao vizuri pale Maka na Madina. Tuliwahimiza sana wawe wastahamilivu na wameonyesha ustahamilivu wa wakati wote wa ibada. Ibada hii ni nzito kidogo, wakati mwingine nahitaji subira na wamesubiri sana wamesubiri sana, alhamdulillahi wote wamefanikisha ibada zao vizuri Tumemaliza hija ya mwaka huu na tumaliza hii, maana yake ni maandalizi kwa hija inayofuata. Tayari ratiba imetoka, na huu sasa ni mwezi wa sita. Tayari kuna majukumu yanatakiwa kutekelezwa ndani ya mwezi wa saba. Nchi kama nchi inatakiwa ndani ya mwezi wa saba tayari ionyeshe dira yake, inapeleka watu wangapi, na tayari umefanya nini katika matayarisho. Kwa hiyo wito wangu kwa waislamu wote al na zile fikra kwamba muda wa mwisho wa Ramadhani na Shaabani ndio wakati wa kufanya maandalizi. Ratiba mwaka huu inaonekana kwamba ikifika mwezi kumi na tano Shaabani, maanake mambo yote yamemalizika kwa asilimia mia moja tayari tumelipia majumba yote, tumelipia ndege zote, tumelipia mambo ya visa na kila kitu. Kwa hiyo haya wanataka maandalizi ya mapema, na hawa wanaosimamia ibada ya hija hawataweza <coughs> kufanya hayo kama hawakuwezeshwa mapema uto. Kwa hiyo tunatoa wito kwa Waislamu waitike na wito mapema, wakamatane na popote wanapotaka kwenda wajichagulie Waulize, alafu wafanye maamuzi pale wanataka kwenda kujiandikisha, lakini wafanye maamuzi mapema. Basi, baada ya hayo, nawatakia heri mahujaji wote waliorudi. Mwenyezi Mungu wawajalia hajjan mabrura, wa sayan mashkura na dhanban maghfura, a watakabalia amali zao, na wale wenzetu wachache waliobakia Saudia, na inshallah natarajia tarehe 20 tarehe 18 na 20 wengi watakuwa tayari wamerudi. Ndege ya nusu ya Saudi ta mili ya tarehe 20 na atakuwa tumemaliza idadi kubwa ya mahujaji, watabatia wachache ambao wana ndege nyingine. Insha Allah Mwenyezi Mungu wete atawarejesha salama labbaik la